Hello, leo nizungumzie um, um, kuhusiana na vidonda vya tumbo. Katika wakati huu mzuri ambapo tunasherehekea sikukuu za Easter, lakini pia umekuwa ni msimu wa wanasema vijana vijanana wa kula bata, msimu wa sikukuu za Easter pamoja na Ramadan ambapo watu wengi sana wamepata hizi complications za vidonda vya tumbo kwa sababu ya ulaji uh, kidogo horera uh, vidonda vya tumbo vinasababisha na gesi tumboni pamoja na ile abnormal discomfort yani, unasikia yani, discomfort ya tumbo ya hatari kabisa yani, kwamba unasikia gesi ovyo ovyo, lakini pia sasa unaanza kusikia the burning sensation, unasikia unaungua kwenye kwenye uh, eneo lako la juu. Lakini pia sasa watu wamefika stage wanatapika ovyo kwa sababu uh, ya hii nauza inayotokea, ila pia kuna issues, pia za issues kwamba watu hawa sasa wanapata constipation na vitu vingine. Sasa watu wamefikia stage ambapo wanatapika mpaka damu, lakini pia uh, sasa that uh, issues zikiendelea mpaka bawasiri zinaweza zikatokea kwa sababu ya vidonda vya tumbo yani, ni usingoje mpaka ufike stage ambapo unapata changamoto ya kushindwa hata kuitibia ya So ninaomba please, kama una changamoto hii, tunaitibu permanently. Tunaweza tukatumia dawa ambazo hazina uh, chemical kabisa, dawa zilizotengenezwa kwa mboga mboga na, machina. Um, na, na na na mboga mboga pamoja na um, na matunda ambayo sasa tunamaliza kabisa. Asante sana, kama unahitaji kuwasiliana sisi, karibu kwa namba ambazo tutaziweka hapo chini. Naitwa Dr. Manuel, karibu sana, asante niwatakie stanchema karibu.